Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuimarisha kwa kiwango cha juu uhusiano wa kijeshi na kiusalama kati ya Marekani na Japan wakati ushindani wa kieneo kati ya Washington na Beijing ukizidi kupamba moto katika eneo la Indo-Pacific. Akizungumza Jumanne mjini Tokyo, Trump alimsifu waziri mkuu mpya wa Japan Sanae Takaichi, akisema kuwa Japani ni mpenzi wa Marekani katika kiwango cha juu kabisa. Amesema taifa hilo linatarajiwa kununua kiasi kikubwa cha vifaa vipya vya kijeshi kutoka Marekani na kuele Uhusiano wa pande mbili utakuwa imara zaidi kuliko wakati wowote wa, nataka ujue wakati wowote wa, mnapohitaji jambo lolote, msaada wowote, au shaka yoyote kuhusu usalama wenu, Marekani itakuwa pamoja na Japan, alisema Trump mbele ya waandishi wa habari. Waziri Mkuu Takaichi ambaye alichukua madaraka wiki iliyopita kama mwanamke wa kwanza kuongoza kwa Japan alimshukuru Trump kwa juhudi zake za kusuluhisha mzozo kati ya Thailand na Cambodia na kwa kujitoa kwake kwa amani na uthabiti Viongozi hao wawili walisaini makubaliano mapya ushirikiano katika madini ya dimu na muhimu rasilimali zinazohitajika katika utengenezaji wa teknolojia za kisasa kama betri, silaha za kisasa na vifaa vya kielektroniki. Makubaliano hayo yanalenga kupunguza utegemezi wa nchi za Magharibi kwa China ambayo kwa sasa inadhibiti sehemu kubwa soko la madini hayo duniani. Trump alisema makubaliano hayo ni hatua kuelekea enzi mpya dhahabu katika ushirikiano wa Marekani na Japan. Awali mwezi huu Marekani ilisaini mkataba aina hiyo na Australia ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia ushawishi wa kiuchumi wa China katika utawala wa Indo-Pacific. Tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia Japani imekuwa mwenyeji wa maelfu ya wanajeshi wa Marekani na ni moja wa wanunuzi wakubwa wa silaha za Marekani. Katika miaka ya karibuni Tokyo imeongeza bajeti yake ya ulinzi ikijikita katika kujenga uwezo wa kujihami kupitia makombora masafa marefu na ujenzi wa jeshi la majini lenye nguvu zaidi. Marekani, Japani na Korea Kusini zimekuwa zikifanya mazoezi ya kijeshi ya pamoja, hatua inayokosolewa vikali na China na Korea Kaskazini ambazo huona mazoezi hayo kama uchokozi na tishio kwa usalama. Wakikanda wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaona kwamba ziara ya Trump na makubaliano hayo ni sehemu ya jitihada za Marekani za kuimarisha ushawishi wake katika Asia Mashariki, kuzuia kupanuka kwa nguvu za kijeshi na kiuchumi za China, na kuhakikisha kuwa washirika wake wajadi, hususan Japani na Korea Kusini, wanabaki mstari wa mbele katika ukanda wa Indo-Pacific. Kwa upande wa ndani, Sanae Takaichi anatarajiwa kuendeleza sera za kihafidhina na msimamo mkali kuhusu ulinzi, ikiwemo jitihada za kubadilisha katiba ya amani ya Japan ili kuruhusu matumizi mapana nguvu za kijeshi katika ulinzi wa taifa.